Mr. Speaker, mimi pia nitaanza tu, tuna mambo ya Gashagwa ona Kindiki na hii kitu sio rahisi vyenye tunafikiria. Juu saa hii Gashagwa anaishi huko, Kindiki pia anaishi huko. Gashagwa amesema vizuri, weni ulinitoa siwachi na waje tu niambie ukweli hii kitu sio hivi tumechukua ati sasa Gasagua amesinda Kindiki saizi, ni Kindiki daliga nigasagwa kwa balot, sio wale hapana, ni Gasagua na Kindiki na William someruta ameweka macho Gasagwa. Pia amesema huko ni kwa kina mama yake Atoki pia <laughs> vya masema huku ni kwao, atoki aimrasema chini chiniana, ngoja matokeo na William Ruto, itabidi onge Ruto, itabidi onge juu matokeo ikitoka, e, ati gasago ametusinda huko

Lakini kasa wake tusinda mujaitiwa pesa huko huko na tunaungana. Sio UDA. Hapo hebu huko peke yenu, hata si watu wa ODM tutakuja, tutawasapoti lakini tusiluzi, wacha niende wastani nyinyi bado mjapigana mutapigana bado. <laughs> O, Wetangula kazi mzuri sana, umechapa kazi na. Natembea we pia ni kiongozi kiwewe, lakini natembea sio mbaya Wetangula pia sio mbaya, juu hakuna mali popote penye Wetangula alipiga Natembea ni wajinga waliamuka asubuhi wakapewa mia mbili, wanakija kudoja bwana. Kamake kama nasema ati wanasiasa, wanasiasa wanapigana pana, ni wewe uliamuka asubuhi ukapewa mia mbili. Ngoja natembea naa, natembea pia amepanga timu yake Twendeni, waona ni kuna nguvu watangola pia pia, kuna watu ni niwaa mjinga. <laughs> <laughs> Mtoto enaanashat toka enda kwa siasa, nikupate huko hakuna. Ati mtoto atasana natembea sana na, mtoto yangu bwana, naenda mahali kimbia huko, niambie rada iko haja. Pana mjinga ninaambiwa, wewe hata ukikufa hakuna shida. Pesa sanduku iko ya chakula iko ya ng'ombe iko lakini saa hii ya kupewa uingie kazi hakuna jiulize ni kwa nini saa hii unateseka jaribu kukufa tu saa hii pap imesimamia <coughs> <mmesemale ya> ng'ombe <coughs> kuwa <Meku> unateseka <coughs> watachanga milioni na milioni lakini wewe umekufa ukiteseka Wanasiasa so, si wana siasa, si wanasiasa si wabaya hapana, ni sisi yeah. We pia una, unapiga mwenzako. Hata mimi nimeambiwa nime nime tu nikupige, unanipiga kwa nini? Hata si usupport mtu mtu yangu hiyo tu, napiga mwenzako na unamuua jotiga tu na au kwa nyumba yake na simu anakupigia hawezi sio mtoto yake, ni wewe mjinga kwa maandamano. Ni wewe ikiumana, anachukua toto yake tap wa ndege uh, Europe, Wewe babu umejifua kwa nyuma yako, niwe, niwe nakuongeza. Ni wewe ndio nakuja hapa. Na mimi sirudi maandamano, sirudi maandamano mimi. Maandamano mimi nilikuwa na experience

Lakini si wanasiasa <manyika> ni sisi. Twende leo ninakuja. Wewe atakwambia aende upige mtu, lakini ikifika usiku eye, au wanakutana. Wanusalimiana. <manyika> <manyika> Juu wanalinda mali yao. <manyika> Wewe, akaunti yako una ten bob, lakini mwenye unampigania, hakuna billions of millions kwa akaunti zake. Hata mimi niko. Wewe ukipata sio sikuendi kazi baki ise <laughs> lakini kuna milioni au bilioni lakini alali <mimilose> yeah. Hapa natulia, omosha anaongea, hata kama ni wana hawa so hiyo ndio, saa zingine napendaga jamii yangu jaluo jaluo, unaweza pata na lipa 50,000 na kwa hiyo 50,000 yake hakuna ameabonza, hakuna lipa 15,000 anabaki